Ikitokea diski zako za uti wa mgongo zimefanya herniation, yani zimepasuka, na mara nyingine ukafika hatua kwamba umeshindwa kuidhibiti hali ile katika hali ya mapema, na ukaenda hospitalini na hospitalini kwako wakakushauri kwamba ufanyiwe disc replacement, yani kuondolewa diski ile ambayo imechakaa na kuharibika, na kuwekewa diski nyingine ya bandia ambayo mara nyingi ndo programu ambazo zinafanyika hospitalini. baada ya kuwekewa diski ya bandia mara nyingi, uta, mara nyingi utajisikia nafuu kwa muda wa kipindi kichache, lakini baada mm. ya hapo maumivu yataendelea kusumbua sana. Watu wengi ambao wamefanyiwa upasuaji wa namna hii hupata changamoto zifuatazo. Jambo la kwanza, hujikuta maumivu yao yanazidi kadri ya siku zinavyozidi kwenda. Lakini jambo la pili, recovery rate ya kwao inakuwaga ni ndogo sana, yaani mtu mwingine mm. unaweza ukajikuta kwamba unakuwa mlemavu wa kudumu baada ya kufanyiwa upasuaji wa namna hiyo. Sasa ni muhimu kuchagua Aidha, upate matibabu ya mapema ambayo yanaashiria uponyaji wa diski zako, ama kusubiria maumivu hayo yaendelee kujirundika na hata kufikia hatua unapata unafanyiwa upasuaji. Ni muhimu kuchukua hatua mapema kama unalinda na kuithamini afya yako ya mifupa na maungio, kwa kuhakikisha kwamba dalili zozote za awali uzipuuzii hata kidogo. Chukua hatua mapema kuilinda afya yako ya mifupa na maungio.